Tulivyokuwa tunazungumza zaidi, wamekuja zaidi ya mara moja au mara mbili. Kwa hiyo utakuta kwamba inawezekana, labda ndio maana kwenye kikao hiki nimeongezewa jina la kuitwa mzee wa historia, lakini mengi tuliyoyaongea mtayapata kwenye maandiko. Wasifu mwingine ambao nautoa kwa Mwerugulu ni kuweka kumbukumbu za maandishi. Mimi mzungumzaji niliyepachikwa jina la Mwerugulu mwanahistoria, lakini nimepokea taarifa hizi kutoka kwa wazazi wangu, babu zangu, bila kumbukumbu ya maandishi. Kwa hiyo uwezekano wa kuyumba upo, kwa sababu ni binadamu. Mwerugulu, hoye. Hoye. Mwerugulu, juhu. Juhu ni mzigula nawashukuru sana wayau watangulie kulonga gulizezo mja mgo nisikungapongeza mengi sana mai kakuya kunyuma tu kwamba e, tuna hadithi kujibadilisha wa kwamba wazigula kuungana ni walonga imwenga ni ngumu sana mie nionana mtu wangu lakini jero kidogo nibadilisha nibadilisha kwa sababu ya hatuwajendire na anoichimale vina harusi, talombeza mnungu achongeze umoja zaidi ili zinajitujinukile kulana. Pia namshukuru mzee Sala na mzee Hasani na katibu wa wazita e, na raisi wetu ambayo akalawa hale lakini kwa milongerea kinogame na kekalawa na miaka yote kwayo, nawashukuruni

kuzaguni nawalembeza mkutano unokwiza ambao ambayo ataja alongile katibu wa wazita nachihuvulie kwa wingi nachuwinke nguvu ili wanamboli ni waonekane wekulanga zaidi kuliko kama via alongile mwenyekiti wa wazigula Tanzania kwamba niwe katika mahu mahudhurio ambayo namna nayo kwa usemi na wengi wayaleka kwa hiyo tunawalembeza ndugu zangu ni wana mwerugulu wose chihugule mikutano ya wazita ya kaidi nampongeza sana rais wa mwerugulu Network kazi ya kuja manya ni nkulu sana naikazi hey, ino yonga moyo yonga uvumilivu kwanza toka ezile hekale hasi ahangaika ili awaike hasi wana mwerugulu na wana mbolini, ili waite na longozi. Kwa mfano na kuna makundi madodo madodo ambayo ya matokeo yalawile, lakini kwanzia haluse vino yose kayaika hasi na kayakoma. Hakuna tofauti ndani Mwembolini na Mwerugulu, ijo chetu cha keme. Nampongeza na nampongeza, nampongeza kwa shauri kukudaa kuongoza sehemu ambao kuna tofauti tofauti.